Karibu sana msikilizaji kwenye podcast ya Kenya Wantam Notam Movement KWM. Leo uh, tunaingia kwa undani kabisa. Tumepata makala moja kicho chake kinashtua kidogo: wanasiasa wa Kenya wizi halali chini ya kivuli cha utumishi. Chanzo ni Village Action Online na hii imechapishwa kwenye tovuti ya Kenya Wantam Notam Movement. Lengo letu hapa ni kuchambua madai haya, ni nini hasa kinachosemwa. Hmm, ni kichwa kizito kweli, na makala yenyewe yani, inaanza moja kwa moja na hoja mzito sana. Inadai kwamba kuna mfumo unajua, ambao unaruhusu wanasiasa Kenya kutumia sheria kujitajirisha kupitia mishahara marupurupu makubwa, wakati huo huo huduma za umma zinasuasua. Eh, na hilo wazo la wizi halali, yani kitu kinafanyika kisheria hadharani, lakini matokeo yake ni kama wizi. Hiyo ndio hoja yao kuu hapo. Sasa ndio mama ya chini ya kivuli cha utumishi wako pali kuwatumikia watu, lakini kulingana na chanzo hiki, mfumo unawaruhusu kujinufaisha kwanza. Okay, basi hebu tuingie kwenye nini hasa wanachokisema, takwimu zipi wanazotoa. Ah, wanaanza na mshahara wa mbunge. Wanataja ni kama shilingi laki saba na kumi elfu hivi kwa mwezi. Laki saba na kumi? Hiyo peke yake tayari ni pesa nyingi sana, ukilinganisha na tuseme mwalimu au muuguzi hapa Kenya kweli kabisa. Makala inasema ni karibu mara kumi ya mshahara wa muuguzi. Mara kumi? mm. Lakini sasa hapo ndipo inasisitiza, hiyo ni sehemu tu ni kama ncha ya iceberg. Unajua kwamba kuna vingine zaidi e, kuna mengine mengi. Wanazungumzia marupurupu, posho za kuhudhuria vikao vya bunge, pesa za usafiri, sijui posho za nyumba, magari, na hivi vyote, makala inasema vikijumlishwa, vinaweza kufikia mamilioni mengi zaidi kwa mwaka. Mamilioni? Eish, mamilioni. Na hoja kuu hapa ni, gharama hii yote inabebwa na nani? Ni mlipa kodi. Ndio maana wanaunganisha na hali ya huduma za umma, kwamba pesa hizi zingeweza kufanya mengi kwenye sekta kama afya, elimu. Hasa chanzo kinasema, wakati wanasiasa wanapata haya yote, unakuta hospitali hazina dawa, shule hazina madawati au paa zinavuja, barabara mbovu. Sio kwamba wanasema moja kwa moja pesa hii ndio ingejenga barabara ile, lakini ni swala la vipaumbele vya matumizi ya fedha za umma. Hilo ndilo wanalolenga na wanazungumzia pia tofauti ya maisha kati ya wanasiasa na wananchi. E, hilo wamelikazia sana. Wanaelezea picha ya maisha ya kifahari, magari ya bei mbaya, majumba makubwa, watoto wanasoma shule za gharama kubwa nje ya nchi. Alafu unalinganisha na takwimu wanazotoa kama asilimia 45 wa Kenya wakiishi chini ya mstari wa umaskini. Yani ni kama dunia mbili tofauti ndani ya nchi moja, inasikitisha ukifikiria hivyo. Na wanadai mfumo wenyewe ndio tatizo kwamba unawapendelea. Mm, wanadai hivyo kwamba wanasiasa hawa wana nguvu ya kujiongezea mishahara na marupurupu wenyewe kupitia bunge. Wanaweza kupinga au kuchelewesha bajeti ambazo labda zingesaidia zaidi huduma za umma kama hawazioni zina manufaa kwao moja kwa moja. Ni kama vile unajua wanajipikia na kujipakulia. Hiyo ni kauli nzito sana. Wana ushahidi gani mwingine kuunga mkono hoja hii? Wanafanya ulinganisho mmoja wa kuvutia au tuseme wa kutisha kidogo. Wanalinganisha na Marekani. Marekani kivipi? Wanasema mbunge wa Congress kule Marekani anapata kama dola 174,000 kwa mwaka. Hiyo ni kwenye uchumi mkubwa sana. Alafu anakadiria mbunge wa Kenya, ukijumlisha mshahara na marupurupu yote, anaweza kufika dola laki 126,000 kwa mwaka. Dola laki 126,000 Kenya dhidi ya 174,000 Marekani, licha ya tofauti kubwa za kiuchumi. Ndiyo, chanzo kinaona hapa kuna tatizo kubwa la uwiano, kwamba kwa uchumi wa Kenya kiasi hicho ni kikubwa mno, ukilinganisha na mapato ya raia wa kawaida na hata na viongozi wa nchi tajiri zaidi. Na nini mtazamo wa makala kuhusu wananchi wenyewe? Mbona hali hii inaendelea? Kulingana nao, hapo ndipo makala inapoelekeza lawama kidogo, au labda maswali. Inahoji kama kuna ukimya fulani au uvumilivu usiostahili kutoka kwa umma. Kwa nini wananchi ambao ndio wanaowachagua hawa viongozi hawadai uwajibikaji zaidi kwa nguvu kubwa? Mm, swali gumu hilo. Ni swali gumu, na ndio maana wanahitimisha kwa wito mkubwa, wito kwa wananchi kuamka, kudai uwajibikaji, kudai wazi. Wanataka fedha za umma zitumike kuboresha maisha ya Wakenya wote, sio wachache tu walio madarakani. Ni wito wa mabadiliko ya kimfumo na kimtazamo. Sasa, huu wito wa tuamka wa kudai mabadiliko, hii inanikumbusha kazi ambayo Kenya Wantam Notam Movement inajaribu kufanya, kutoa jukwaa kwa watu kusema, kuchangia mawazo, kushiriki. Kwa mfano wewe, msikilizaji, unaweza kuwa sehemu ya mabadiliko hayo. Tembelea tovuti yao www wantamnotam com, fungua akaunti yako pale. E, ni muhimu sana wananchi kuwa na mahali pa kutoa sauti zao na kujadili masuala yanayowahusu moja kwa moja kabisa. Na kwenye hiyo tovuti utaona kaunti zote 47 zimeorodheshwa. Chagua kaunti yako, anza kuchapisha, kushiriki mawazo ni jinsi gani tunaweza kubadilisha kijiji chetu, mji wetu, taifa letu. Ni hatua muhimu katika kujenga uwajibikaji huu ambao makala inaulizia, wananchi wakishiriki kikamilifu ya athari mbaya kwa huduma za umma, na mwisho wito kwa wananchi kuchukua hatua. Na ni muhimu tukumbuke tena, huu ni mtazamo na madai kutoka kwa chanzo kimoja tulichokichambua, sio lazima iwe ndiyo ukweli wote kamili, lakini ni hoja muhimu inayostahili mjadala. Bila shaka, na tunakuachia swali hili la kutafakari, wewe msikilizaji, kama madai haya ya wizi halali na ule ukimya wa umma yana chembe ya ukweli ni changamoto zipi kubwa zinazoweza kukwamisha juhudi za kufikia uwajibikaji wa kweli, huo uwajibikaji ambao makala inapendekeza? Ni swali zuri la kumalizia, linahitaji tafakari ya kina kutoka kwa kila mmoja wetu. Na kabla hatujamaliza, msikilizaji, usisahau kuangalia kwenye maelezo ya sehemu hii ya podcast, episode description, tumeweka viungo vya rasilimali muhimu rasilimali zinazoweza kukusaidia kwanza kuanzisha biashara yako mwenyewe, na pili jinsi ya kutunza afya yako. Ni vitu muhimu sana katika maisha yetu ya kila siku. E, ni nyongeza nzuri sana hiyo. Kujitegemea na afya bora ni msingi imara. Na pia kumbuka ile tovuti www.wantamnotam.com. Jiunge na mazungumzo, shiriki mawazo yako basi tunafikia mwisho wa mjadala wetu wa kina kwa leo. Asante sana kwa kuwa nasi, asante kwa kusikiliza. Hii imekuwa ni podcasti ya Kenya Wantam Notam Movement KWM. Asante na kwa